Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813, 813. Mambo vipi? Inakuaje? kama kawa, mimi naitwa Chris Favors. Japan SNS, karibu tena kutazama interview nyingine leo napiga stori na Heavy, ni msanii, producer pia na songwriter. Yeah. Ni producer nimeshangaa sana kuona like mtoto wa kike tena kwa umri wako unafanya production yaje. Poa poa. Uko vizuri? Yeah, I'm good. Ah, uh, hebu niambie kuhusu wewe. Hivi maana mimi na wewe tunakutana kwa mara ya kwanza. Nimetumia nyimbo zako uh, juzi naweza kusema kabla ya leo kufanya interview. Mm-hmm. Una muziki mzuri sana. Like you're doing international music naweza kusema. Mtu akisikiliza hawezi kufikiria kama ni Mtanzania. Yeah, sure. Unaelewa. Mm-hmm. Nasikia una Nigeria kwa mbali, South Africa kidogo na vitu kama hivyo. Mhm. Hebu niambie kuhusiana na wewe na muziki wako. Oh, mimi na mziki wangu kwa kweli tunafanya vizuri. Okay. Kama unavyoona, unavyoona kama unavyosema kwamba na sound different sound, Nigerian, nini, always I like to blend different genre of music, bongo flavor. Yani zote nafanya okay. Kwa hiyo kwamba nipo tu sehemu moja. Every genre of music I do. Okay. Yeah. Umeanza lini kufanya muziki? Imeanza toka nikiwa mdogo but nilikuwa naimba church, kwa hiyo ni kitambo sana nimeanza kufanya mziki. Niseme kwamba I was born to do music. Okay. Kwa hiyo nimeanza toka kitambo but by 2022 mm, nikaanza kufanya covers na nyimbo mbalimbali mbali za wasanii okay. Lakini by that time nikakutana na my brother Bboy Beat, ambaye mm, uh, ni producer Harmonize. Yes. Yeah. Pia ndo bos wangu right. Ah, ndo anakusimamia yes. Okay. Kwa hiyo akanambia ah, uko noma sana, uko poa sana. Kwa hiyo naomba tufanye kazi. Nikasema sasa hivi niko chuo mm. Wakati huo niko Arusha nasomea niko okay. mziki umesoma mziki, mziki kwenye yeah. bango gani kila kwa kitu mziki yani kwamba okay. nimeenda kama kozi, yani ya kwamba yani mm-hmm. mna kitu kingine kuchanganya changanya All music. kila okay. nachoweza So, nikaambia ngoja kwanza nimalize chuo then tutafanya kazi kwao. hmm. Baada ya kumaliza chuo kaja huku Dar es Salaam nyumbani. Pia nilivyorudi huku nikakutana naye mwaka 2023 tukaanza kufanya kazi na nyumba yangu wa kwanza kwa trabai okay. yeah. So nimeona hapo Apple Music wamekuchagua kwenye program yao ambayo wanaita East Africa Up Next eh. yeah, wewe ndo msanii pekee kutoka Afrika Mashariki yes wasanii wengine wanatoka nchi gani? South Africa hmm. Ghana and Nigeria okay. yeah, tuto... Yini kama wanne wanne tu, yeah. ni programu inayohusu nini? kwa mtu ambaye afahamu campaign, yani kuhakikisha wasanii ambao labda ndo tu, kama sisi tunaoanza kuchipkia mm. Kuhakikisha yani, tunawafikia yani mziki yetu tunaoifanya tunawafikia watu wengi zaidi. Okay. So hivyo ili kujaje, uh, like, Afrika Mashariki najua kuna wasanii wengi sana wakali, yeah. ulipataje lishavu Mi mwenyewe siamini yani. mm -hmm. mtu anaweza kusema labda uli apply nini, lakini I was so excited nilireceive email kutoka kwa my brother kali kama namfahamu yule ambaye kali, kali. Kali. Oh. ni kiongozi wa Apple Music Afrika ya kwa hiyo nikapokea meseji pale meseji ka you have been selected for the Up Next 20, 25 campaign, okay. East Africa so I was so excited kwa kweli kwa sababu It's not easy yaani, ukiangalia ni major platform kubwa sana kwa... mm -hmm. it's not easy. Kwa sija apply sijafanyaje chavu tu limetokea, okay. yeah. na ni vitu gani ambavyo wamewahidi kuwafanyia ili kuhakikisha pengine wanapush muziki yenu iende kuwafikia mashabiki wengi? wameahidi kufanya vitu vingi sana no. kama unavyoona wameshaanza kufanya mm -hmm. campaign, kupata interview mbalimbali mbali. okay. nyimbo kuwekwa kwenye playlist tofauti tofauti, kama unavyoona nyimbo zangu zote zipo kwenye playlist kubwa kubwa mm -hmm. ile African Now Radio kwa hiyo vitu vingi sana wana mpango wa kuvifanya, mimi mwenyewe bado sijavijua, nazidi kupata surprise, unajua okay. Siku expect kama nitakuwa hapa leo mm -hmm. Lakini wao ndo wame ameweza kufanya hivyo, yeah and of course hata interview kwa watu wasofahamu, yani namna ambavyo imetokea mimi nimetafutwa na moja ya agency ambayo inafanya nao kazi hapo nchini Kenya. Wamekuwa uh, wana wananipo tunafanya nao kazi nyingi sana na wasanii tofauti tofauti so hata walivyo ni approach wanataka ni, ni mhoji msanii heavy nilikuwa sijaikusikia, so nikasema heavy ni nani, wakawa wamenitumia ile uh, like biografia yako kuonyesha ni nani. Akasema anatoka okay, Tanzania, so kwenda YouTube kuangalia nyimbo zako noma sana. Asante. Nikawa nimeshangaa sana namna ambavyo unatengeneza mziki mzuri sana. Hii ndo jambo kubwa sana naweza ukasema limetokea so far toka umeanza muziki. Yeah, ni jambo kubwa tena sana kwenye maisha yangu kwa sababu sikutegemea, unajua always mimi. Namwomba Mungu yani anikutanishe na right people okay, ambao watanisaidia ma music to be shared with Many, many people mm, so tu hapa Tanzania, kwa sababu muziki wangu unaofanya na ufanya, na target sana duniani kote, kwa hiyo ukiangalia Apple Music yani mule mule yani yani imepita mule mule okay. So unasema umesoma muziki yeah, na una produce pia ngoma zako, kwa maana mbali na kwamba unafanya kazi na bboy yeah, ila unaelewa pia masuala ya production yes, unaandika right, mwenyewe nyimbo zako yeah. unatumia kiingereza sana karibia kwenye nyimbo zako zote sana, na target natum... yako ni nini? <laughs>

ndo nini, yani anaongelea kitu gani? lakini yeah. Naenjoy zile melodi ambazo ameziweka mm. Kwa hiyo always mimi naanza kutafuta melodi kali kwanza, kwamba hata kama nikiimba lugha nyingine yoyote mtu anaelewa, ana enjoy ambacho naimba mm-hmm. Kwa hiyo naanza kwanza kwenye melodi na build lyrics with them okayukiachilia okay mbali interview ambazo sofa ushaanza kuzipata, moja nikiwa ni hii ni hapa. Uh, ni jambo nyimbo pia kuingia kwenye playlist kubwa. Kuna kingine ambacho hapa music wana wanapanga kuwafanyia kama nilivyosema, nazidi kupata surprise hadi yeah. siku zinavyozidi kwenda, wao tu wamesema watazidi kufanya kampeni. mm -hmm. na wanahitaji wote tuweze kushirikiana kwa pamoja ili kampeni iweze kuwa successful uh -huh. yeah. kabla ujaingia kwenye muziki ulikuwa namwangalia nani kama idol wako? um, kabla sijaingia, my influence is Doja Cat. Oh, Doja yeah. Cat lakini mwanzo kabisa alikuwa Simi. okay. That's why sometimes people They say kwamba mimi na sound kama simi lakini she was the first one who influenced me Mm. Lakini right now is Doja Cat okay I like the way she, I admire her creativity, performance and everything. Yeah. So, She's the one who influenced me. Kwa Africa. Yeah. Ni Doja <laughs> <laughs> katia East Africa. So, uh, una hujatoa EP yoyote zaidi tu ya nyimbo tu kwa maana singles? Nimetoa EP. EP, EP, Okay. MP. Oh, EP, mm -hmm. Ni EP, ita EP? yeah, yeah. Okay, nilikuwa naangalia tu ile orodha ya nyimbo lakini nikafikiri tu labda zilitoka kama singles. So ni, ni EP. EP, ni ilitoka kama single, lakini kwenye nanilia tukaamua kutoa EP tukaongeza nyimbo mbili ambazo isoke. It, okay okay. Yeah. Hevi ni jina lako halisi yeah? Jina langu halisi ambalo lina ili jina langu halisi ni Heavenlight okay. For, for short wananiita hevi. Oh, hevi yeah. Mm. Okay, nice. So uh, kwa sasa hivi unasema unafanya kazi na Bboy yeah. Ni anakusimamia tu ama nafanya kazi kimikataba, kwa maana ya kwamba kimkataba kabisa

Waga, unaiwaza sana wakati unatengeneza ngoma zako. Unajua, always mimi wakati si kunasema sasa nataka kuanza kufanya mziki yeah. mm -hmm. achana na utoto, kwamba una, unafanya mziki, unaimba kanisani, lakini, si kwamba nimedecide kwamba sasa naanza kufanya mziki always I wanted to inspire people to keep pushing through challenges mm. Yani, no matter what they are going through, kwa hiyo hii ndo kitu ambayo inanifanya nifanye mziki. Nataka kutengeneza kitu ambacho kinaweza kustay forever with my fans and everyone Nikiangalia mwonekano wako ni Tyler flani hivi anakuja na kataa, oh. <laughs> <laughs> Kwa maana ya una kamwili kama ka Tyler na nini yeah. Lakini pia kwenye video yako it's okay. Nilikuwa nangalia jana pia Mm. No, namna ambavyo unajiachia una sana kwenye video na vitu kanahivo yeah. um, uh, kama unaosema umekuwa unapenda mziki toka, tokea zamani mm. Kuna mtu yote anaekuinspire kwenye masuala ya kuvaa? okay, ukimwondoa ndoja kati ambao ulikuwa namtazama kama ni idol. Um, always kwanza mimi wanani inspire watu wengi sana kwenye mavazi. uh -huh. Wasanii karibia wote nawapenda sana, na na huwa nawafuatilia tofauti tofauti kwa okay. Kwenye mavazi huwa nafuatilia watu tofauti tofauti, lakini vile, vile kwenye mavazi, unajua wewe mwenyewe kwanza lazima ujue kuji kujivalisha yani wewe mwenyewe kwamba nikivaa, yes, I'm talking good, uh hivi -huh. Kwa hiyo kitu cha kwanza inaanza kwangu mwenyewe Okay. Mimi napenda kuvaa toka kitambo, kwa hiyo sio tunawaangalia wasanii fulani au mamtu fulani no, inaanzia kwangu mimi mwenyewe. mm. yeah. unapenda upoaji au? yeah. Sio, napenda upoaji. Muhimu sana so umezaliwa Makambako kama, um, nilikuwa nasoma nani yako kwamba, um, umezaliwa Njombe, Makambako y yeah. uh, ukakulia huko huko Mm, nimesoma mpaka darasa la pili kule uh -huh. Makambako kuna kijiji kinaitwa Ikwete, okay. Ikwete kwao nimesoma mpaka darasa la pili then nikahamishwa shule mpaka Mtwara. Mtwara ya yeah, shule ya msingi hiyo shule ya msingi, kuna shule moja inaitwa Nyasa nikasoma kule Masas, then baada ya hapo nikapata scholarship, nilikuwa nacheza michezo uh -huh. mimi ni mashindano mengi makubwa makubwa, nilikuwa national team pia okay. mchezaji wa volleyball. Kwa hiyo mm -hmm. nikapata scholarship ya kusoma Makongo High School. Darasa la saba nilipomaliza, by twen, by 2015 nikawa hapa Dar es Salaam, shule ya Makongo kuanza kusoma hapo mpaka form four. Baada ya kumaliza form four, matokeo yalivyotoka, unajua nyumbani always, ni my passion was music. Kwa hiyo wakasema ah, unapenda kitu gani hata kama sawa, umefaulu unaweza ukaenda form five nini ukaenda kusoma, lakini unapenda kitu gani? Kwa mimi nataka nikasome muziki mm kila kitu yani, darasani kuwa nasoma ni faulu ili ada yao pia siende bure, burebure you know? <laughs> kwa hiyo nikaenda kusoma muziki, baada ya kumaliza form four mpaka okay. mwaka elfu mbili na ishirini yeah. na mbili mm -hmm. Familia kama unavyosema walikubali ufanya unachokifanya, nafahamu familia zetu za kiafrika tena ukinyandaza juu kusini, ukisikia Njombe, Mbeya, Iringa mm. kuna namna fulani wazazi wana wametolea wa, wa sisi tunafahamu yeah. tunatokea huko yeah. ilikuwa ni rahisi kiasi gani kutoka kanisani kuimba kanisani, kama unavyosema wa kuruhusu ufanye mziki wa kidunia yeah, afa waweza amini kwamba mziki wa kanisani nimeacha kuimba elfu mbili na ishirini na moja sijui wakati huo, muda naenda chuo rahisi, ndo ilikuwa mara mwisho kuimba nyimbo za gospel hata unaweza uh, samtime unaweza youtube ukaingia unasearch even late sometime unaweza kukutana na nyimbo zangu za gospel, you know. Okay. kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kuhama huku kwenda huku as you know, unajua wazazi wako spiritual sana afu kiangalia unapiga mahesabu hivi, kweli itawezekana? Lakini mimi I feel blessed kwa sababu wazazi wangu na walezi wangu mimi, baada kabla sijaingia hata nliya kuimba Bongo Flava, mamangu tayari alikuwa tayari ameshafariki fariki, o oh, nikaa nimebaki na baba na kaka zangu, familia kwao, hata niliobaki nao wananisupoti kwa asilimia mia, na ndio maana mwaka elfu mbili na ishirini na moja oh, okay. Yeah. mm -mm, hapa, hapa, ha, hapa, hapa hapa. Familia oh, nzima tuko hapa Dar. Okay. Nyumbani kwetu ni Kimara, kwa hiyo ah, okay. Yeah. Okay, nice. By that time nilikuwa ni, bado kichwa kiko vizuri lakini nikaendelea mm. kufanya muziki. Yeah. Nice. So, uh, wimbo wako ambao nilikuwa naangalia video jana unaitwa huu uh, ambao it's okay. Wimbo wa mapenzi, si ndio? Yeah. Ni kama umegive up kwamba kuna story, yeah, umeumizwa na nini na umeamua kukubali kwamba it's fine, it's okay. Yeah. Ni uandishi tu kwa maana ya sanaa something ambayo ume experience, yeah, something that I experience.

Hiyo nyimbo ndo ipo hivo. Ok, mm. ushai kulizwa kabisa kwenye mapenzi yeah. why not ulifall? <laughs> <laughs> Hey, in love nilifall <laughs> in love kwa <laughs> kweli. Ok, so hebu, kwa mtu ambaye ajasikiliza saa hivi, nitaweka link <on> hapo kwenye description, ukasikilize ama ukatazama video ya wimbo wake, it's okay na utaona pia kazi nyingine ambazo ameshazifanya so far. Lakini like, kidogo sana, maybe unaweza kufanya verse moja kama akapela. can you do that? can you

That's right, anaitwa Heavy ingoma, anaimba hapa inaitwa It's Okay. Naenda kaicheki sasa hivi YouTube, lakini fahamu kwamba ndo msanii pekee kutoka East Africa aliyechaguliwa na Apple Music kwenye kampeni yao ya Up Next, East Africa, kwa ajili ya kupromoti wasanii wachanga ambao wanaibukia kwenye muziki, so fanya hivyo kwenda kusapoti mziki wake, anafanya mziki mzuri sana na nachokwambia hvau sabana ni swala la muda tu, kwa sababu I see the future is bright. Uh, music tayari inaongea, aa yeah, mwonekano mzuri, so nafikiri ni swala la muda au vipi, anything yeah? Unataka kumalizia kusema kwa watu ambao wanakutazama leo kwa mara ya kwanza? Am um, kwa watu ambao wanatazama kwa mara ya kwanza. Waambie pia Instagram kama wanatumia page page gani? My Instagram ni natumia kwa jina la Heavy Girl but other platform ni Heavy, yani ukisearch tu Heavy una jina okay, langu linakuja pale. So, lakini nachotaka kuambia pia wa expect good things and big things coming soon, yani mm, more collaboration, yani vitu vingi sana wajiandae. Mimi nipo kwa ajili yao always okay. Nataka kutengeneza vitu ambavyo vinaweza kukaa na wao forever yani yani, nataka kuwafanya kuwafanya muziki labda, muziki ambao utaishi muda mrefu yes that's... yeah, good kwa hiyo yende, okay, na mambo mengi sana mazuri. Sawa, mimi naitwa Chris Favors. Nilikuwa na Heavy. Thank you you so much for watching. See you next time.